Haleluya, mshangilie tena Jehova wetu, mpe utukufu kweli, hata mbinguni wajue kweli POG wameokolewa. Haleluya, kwa sababu ya shangwe na furaha ya utukufu kwa huyu Jehova wetu. Haleluya, Yesu anakupenda sana. Basi namshukuru Jehova wetu Mungu wa baba yangu Wakirona Bisanga, na ninamshukuru pia mtumishi wake kwa ajili ya kibali na neema hii inayonifanya nisimame mbele zako siku hii ya leo. Amen, fungua nami katika kitabu cha Warumi sura ya kumi na mbili tuanzie ule mstari wa kwanza. Biblia yangu inasema basi ndugu zangu, na wasi kwa huruma zake Mungu itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya kumpendeza na ukamilifu. Cha kwanza anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu mbele za Mungu, cha kwanza. Kipengele cha pili anasema, ndiyo sasa ibada yenu iwe na maana mbele za nani? Mbele za Mungu lakini ibada yako au ibada yangu inakuwa maana mbele za Mungu siku ya leo, baada ya kutoa mwili wako kuwa dhabihu mbele za nani? Za Mungu, kuwa sadaka kitu tafadhili ya sadaka. Unaposema hii ni sadaka, sio ya kwako, ni ya Mungu, si ndio? Sio mali yako tena. Tunaona Anania na Safira walipoahidi mbele za Mungu kumtolea Mungu sadaka, baada ya kuzuia nini, kiliwapata Aliwapata kifo, si ndio? Kwa sababu tayari mioyo yao walizamilia kumtolea Mungu. Kwa hiyo Mungu anasema kwamba cha kwanza, toa mwili wako uwe dhabihu mbele za Mungu, iwe sadaka, alafu ndio ibada yako iwe na maana mbele za Mungu. Hata leo ukishangilia na kulukaluka mahali hapa, hata mbingu zinakubali, kweli ni mtakatifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la pili anasema, mgeuzwe nia zenu, Msifuatishe namna ya dunia hii, namna ya ulimwengu huu. Manake mtu baada ya kuopokea Yesu, baada ya kukubali, anasema nia yake igeuzwe. Anasema mgeuzwe nia. Nia ni kitu cha ndani sana. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Anasema hiyo lazima igeuzwe, usipogeuzwa hiyo nia Manake utaendelea tena kufuatisha namna ya mwenendo wa ulimwengu huu, namna ya maisha ya ulimwengu huu ambao wewe ulipomkubali Yesu uliyakimbia hayo maisha, ukasema hayafai, ninakuja kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana lakini anasema kama ulikimbia hayo maisha kwamba hayafai, ukamkimbilia Yesu kupata wokovu, anasema kuna kitu kinaitwa nia. Anasema usifuatishe tena namna ya dunia hii, manake kuna namna ya dunia hii, kuna mwenendo wa dunia hii, kuna maisha ya dunia hii, kuna vitu vya dunia hii, kuna tabia za dunia hii. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Anasema nia yako ya ndani igeuzwe ufanye upya, manake kufikiri kwako, kuwaza kwako, mwenendo wako lazima ugeuzwe. Anasema ndipo mtakapoyajua mapenzi ya Mungu na ukamilifu. Haleluya, haleluya. Sijajua kama nia yako imegeuzwa au bado. Roho Mtakatifu anakushuhudia nini? mwenendo wako unakubaliana kweli? Nia yako ya ndani imegeuzwa, imegeuzwa, imegeuzwa? Nia yako ya ndani inawaza kama Kristo. Hatuokoki tu kwa sababu tumemkiri Yesu, tumempokea Yesu, basi imeishia hapo. Lakini anasema msifuatishe namna ya dunia hii. Kuna watu bado tumeokoka, lakini kuna namna bado tunafuatisha namna ya ulimwengu unavyoenenda, na maandiko yanatuonya anasema, hapana, wewe uliokolewa, wewe uliyekimbia machafu ya dunia, usirudi tena kuyafikiri hayo, wala kufuatisha staili ya maisha ya ulimwengu huu, kwa sababu tayari umeingia kwenye ufalme mwingine. Kuna stahili ya maisha yake, itabidi nia yako na fikira zako zigeuzwe, uenende namna ya ufalme wa Mungu unavyotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema nia ya ndani inapogeuzwa, ndio sasa utakapoyajua mapenzi ya Mungu, nini Mungu anataka ufanye kwenye maisha yako. Haleluya. Lakini kama nia yako ya ndani bado haijageuzwa, haijafanywa upya, ni ngumu kuyajua mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana kwa sababu unaendana na staili za ulimwengu huu unavyoenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ngumu kumsikiliza Roho Mtakatifu anaongea nini na wewe. Una staili gani ya maisha? Unatakiwa kuishi kama mtakatifu, kama mtumishi wa Mungu, kama mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini staili yako na mtindo wako wote wa maisha uko kwenye mtandao wa kijamii, kuna jamii inavaaje, jamii inaenendaje, jamii inataka nini, lakini hausikilizi mbingu zinataka nini kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana huku inakujulisha kwamba wewe nia ya yako ya ndani bado haijageuzwa, bado unasikiliza ulimwengu unataka nini, na wewe unafuata ulimwengu unavyotaka, na huku ukimwacha Baba yako wa mbinguni, akujua kwamba yeye anataka nini kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunapohamasisha watu waje kwa Kristo kwa sababu ya kugeuzwa nia zao za uovu, ili nia zao zigeuzwe, waanze kufanya mapenzi ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake binti, kijana, dada, mama, lazima nia yako igeuzwe ndani, ufanywe upya, ili Kristo atembee na wewe, ili uyajue mapenzi ya Mungu ni yapi. Lakini leo kwa kanisa lazima, tunapookoka miili yetu imekombolewa kwa damu ya Yesu. Ndio maana tunaomba utakaso wa damu ya Yesu kila siku, ili miili yetu itakaswe ili Roho wa Mungu aendelee kukaa ndani yetu, kwenye hekalu lililo takatifu. Sio hekalu la jengo, ni hekalu la mwili wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wewe tu hutaki kulala na uchafu chumbani kwako, utahakikisha mpaka utoke. Bwana Yesu asifiwe sana ndio ujisikie amani ya kupata usingizi. Huyo Roho Mtakatifu ambao dhambi imefananishwa na harufu mbaya mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wakorinto wa pili, kuna andiko hapa anasema, Wakorinto wa pili sura ya pili na ule mstari wa kumi na tano: kwa maana sisi tu manukato ya Kristo mbele za Mungu katika wao wanaokolewa na katika wao wanaopotea. Katika hao wa pili Harufu ya mauti iletayo mauti. Katika hao wa kwanza harufu ya uzima iletayo uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ya kwamba sisi tulikuwa tunanuka kwa sababu ya dhambi mbele za Mungu. Tulikuwa harufu mbaya mbele za Mungu. Lakini baada ya kuokolewa tumetakaswa na damu ya Yesu. Leo wewe na mimi tumefanyika harufu takatifu mbele za Bwana. Yesu anapokutazama ana enjoy. Unakuwa manukato, harufu nzuri. Ndiyo maana tunaposema mpokee Yesu, kwa sababu ya kugeuzwa, ufanywe upya, uachane na mwenendo wa kwanza, uanze maisha mapya na mwenendo mpya, ufanyike harufu takatifu mbele za Bwana. Ndiyo maana Yesu Kristo akaja kushughulika na dhambi iliyokanda na mwanadamu, ile zambi itoke, ili yeye aingie ndani yetu, awe pamoja nasi na wewe kama uko mahali hapa, uko kule, unatuzazama bado hujageuzwa, bado hujafanywa upya. Leo ndio siku hii ya kwako, ili ufanyike manukato na harufu takatifu mbele za Bwana. Achana na uovu, achana na dhambi, inanuka inafanyika harufu mbaya mbele za Mungu. Na kama uko tayari jioni ya leo, fuatisha maneno haya na kama uko hapa uko kule unatutazama kwenye mitandao ya kijamii, Yesu anakupenda, Yesu anakuhitaji hivyo hivyo ulivyo. Haijalishi umefika kiwango gani cha dhambi, unaona kwamba Mungu hawezi kukusamehe. Sio kweli, Mungu anasamehe dhambi zote. Haleluya, Mungu anasamehe dhambi zote usijikatie tamaa. Bado kuna nafasi leo ya kugeuka ukawa mtoto mzuri mbele za Bwana. Haleluya! Sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, mimi mwenye dhambi. Nimetenda dhambi siku zote, nimefanyika harufu mbaya mbele zako Yesu Kristo, Leo nimetambua na kuja mbele zako, ninatubu, ninaomba unisamehe dhambi zangu, uovu wangu, makosa yangu. Yesu Kristo, ninaitambua kazi ya msalaba. Bwana Yesu, ulikufa kwa ajili yangu ili mimi niokolewe. Ulisema haukuja kwa wenye haki bali kwa wenye dhambi ili wapate kutubu. Nami leo ninatubu dhambi zangu, naomba unisamehe kwa damu yako Yesu Kristo, unisafishe mwili wangu, roho yangu, nafsi yangu, uondoe uovu wangu wote, damu yako inipatanishe na wewe Bwana kuanzia leo, Yesu Kristo, nipokee niwe mtoto wako. E Bwana, lifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu na kuliandika jina langu kwenye kitabu cha uzima kuanzia leo. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa, asante Bwana Yesu kwa kunisamehe nsameh kwa kunisamehe, kwa kunisamehe. E, Bwana Yesu, nimefanyika kiumbe kipya, kuanzia leo mimi ni mtoto wako. Ninaomba unilinde unitunze na kuniongoza ili niyafanye mapenzi yako. Asante Bwana Yesu, nimeomba na kuamini, amen. Shangilie Bwana Yesu. Mpe utukufu Yesu. Kwa sababu ni mtoto wa Mungu, umefanyika harufu takatifu mbele za Bwana. Haleluya. Keep watching POG Family TV. Jesus Christ loves you.